Video hii naenda kukupa vitu ambavyo mwanamke anakuwa anaviwaza baada ya kupiga show na wewe, na kwenye hii video nitakuelekeza vitu gani usivifanye na vitu gani vya kuvifanya vya, ili mwanamke aweze kuendelea kutamani kuja kukutana na wewe. Jambo la kwanza ambalo mwanamke anajiuliza au anafikiria baada ya kupiga show na wewe ni kwamba je, yeah. Kitu alichokifanya ni sahihi au sio sahihi. Wanawake wengi wana shida ya kujiamini au kuamini yale maamuzi wanayokuwa nayafanya. Kwao baada ya kutembea na wewe, anakuwa anajiuliza hivi, kitu nimekifanya ni sahihi au si sahihi? Kwa hiyo kama show yako ilikuwa ni nzuri au umepiga show inayoeleweka, mwanamke kile kitu ataona kwamba amefanya ni sahihi na utaingia kwenye listi ambayo amba ya wanaume ambao wanawakubali au yeye mwenyewe ametokea kuwapenda au amesema bwana, nimeenjoy kushiriki nao au kupiga nao show. Kama show yako ilikuwa mbaya, mwanamke atajutia kwa jili gani amefanya hiyo kitu na wewe, ana atajutia, atasema najuta, hivi nimefanya kitu gani? ataanza kufikiria mambo ya negative kwamba nimepoteza muda wangu au pengine nimeweza kupata magonjwa au pengine kitu gani. Hiyo ni kama utaangukia kwenye show mbovu. Lakini kama umeangukia kwenye show nzuri, mwanamke ataona kwamba haja kosea hicho kifanya, yani ame, amepatia tu, atajiona yuko sawa. Wazo namba mbili ambalo linamjia mwanamke au anaanza kulifikiria baada ya kupiga show na wewe ni kwamba ili tendo litakuwa ni la kujirudia au leo leo ndio iwe mwanzo na mwisho. Hiyo ndio kwenye akili ya mwanamke anakuwa na kiwaza. Sasa kama kuna vitu ambavyo hutavifanya, kwa mfano mlikuwa mmepanga labda muonane, katika kuonana kwenu mlikuwa mmepanga labda mtaangalia movie, au mlipanga labda labda mtapika pamoja, au mtafanya kitu kingine pamoja. Kwa hiyo kama umemkaribisha na katika harakati za hapa na pale mkajikuta mmepiga show sasa wewe ukipiga, ukimaliza kupiga show, unatakiwa uendelee na zile program ambazo ulikuwa umepanga utafanya na mwanamke. Lakini kama baada ya show una unapotezea kila kitu, yani kwamba, yani vile vitu vilikuwa ni kama umetengeneza mtego wa mwanamke, kwamba mimi nikimwambia kwamba tutafanya hivi pamoja, labda tutaangalia movie pamoja, oya au labda movie imeenda imefika, labda kwenye action fulani <laughs> ikawapelekea mpige show. Baada ya kupiga show, ile movie labda niweka stop, baadaye tena unataka kuiangalia hiyo movie. Unajua, okay, ukiwa upande wa pili unalala, unaona au unaanza kupiga subs za zao, mwanamke anaondoka vipi hapa <laughs> mtafutie bajaji, mtafutie Bolt au ni mtafutie nini? <laughs> unaonesha huko interested tena kuendelea kukaa naye hii sasa ndio itani determine kwamba yuko kitu ndio kitakuwa mara yake ya mwisho kupiga show na wewe. Mpitgo uendeleze uwe na muendelezo wa kile kitu ambacho mlichokuwa mnakifanya. Kama mmeulimwambia bwana sikio mtakaa mtakunywa mta kitu fulani pamoja, mtapata mta vinywaji pamoja, kama mtatoka mtafanya hivi, mtafanya hivi. Baada ya tukio endeleza msikimbilie kulala. Namba mbili, ufanya aftercare. Kama ulishiriki kumsaula mwanamke nguo baada ya tendo shiriki kumvalisha nguo, muonyeshe kwamba unamjali In, najua ni ngumu, najua ni ngumu. ni najua ni ngumu, mimi mwenyewe ni mwanaume, najua ni ngumu. Baada ya kitu, mara nyingi huwa tunashawishi wanaume, tunakuwa energy yote tunakuwa tumepoteza, unakuwa tena unamwangalia mwanamke kama takataka, what have I done today kunaweza unaweza kugeukia tu upande wa huko ukalala au kuanza kumharakisha aondoke. Hiyo ni kosa kubwa sana, kwa sababu kama una kama una malengo ya huyo mwanamke, huyo unaendelea kufanya naye kupiga naye show mara kwa mara, ukigeukia upande wa pili ukalala, japo kwa ni ndio njia rahisi, ukigeukia upande wa pili ukalala ukampotezea au ah, ukaanza kumfanyia harakati za ku, za aondoke hayo maeneo, muda huo, vile vitu mlivyokuwa mmepanga pamoja mvifanye vikavigeirisha vika vika vyote, muda huo baada ya show huyu mwanamke kuja kurudi tena kupiga naye show tena ni ngumu. Kwa hiyo jitahidi vitu viwili, kama nataka mwanamke arudi au awe, ni jambo liwe endelevu, fanya aftercare na yale mambo ambayo mlikusudia mli, mli, mli, mli kwamba mtaendelea kuyafanya baada, yani mlipanga kwenye ratiba yenu, umeyafanya siku hiyo, yamalizie, jikakamue moyo umeyamalize. Kitu cha tatu ambacho mwanamke anakuwa anakiwazia baada ya kupiga naye show ni anafikiria kwamba mashoga zangu nitaenda kuwaelezea nini kuhusu show ya leo si. Amini usiamini, mwanamke mambo mengi ambayo mnakuwa unafanya naye wewe kwenye mahusiano naye, mara nyingi kuna mtu mmoja kuna shoga yake mmoja, aidha ni wawili au ni kundi, au kama mwanamke wako yuko private sana, atakuwa na mtu wake mmoja, mwanamke mmoja ambaye ndio shoga yake wa karibu sana, anamuelezea kila kitu ambacho mnafanyaga mkiwa pamoja. Ni wanawake wachache ambao wako independent ambao aidha walikuwa na hiyo tabia alafu matokeo yake wakaja wakaumizwa, rafiki yake akatembea na mwanaume wake, ndio anakuwa tena, hawana hiyo motivation ya kufanya hivyo vitu. Lakini wengi uwaga wana hiyo tabia, kwamba kuna shoga yake mmoja lazima aje kuambiwa story nzima. Yani huyo shoga yake ndio anajua kabisa kwamba leo huyu ja, mwanamke kaenda wapi na wewe mwanaume ukijua hii formula itakurahisishia sana, hata kama unataka kujua mwanamke wako anachepuka, au ukafanya urafiki na ule rafiki yake, vitu vingi utavifahamu. Mwanamke wako kama hayuko hayuko kwenye hayuko kwake, utajua yuko wapi. Kama alienda sema flashoga yake anajua alienda wapi. Kwa hiyo wao wanakuwa na marafiki zao, au rafiki yake mmoja ambaye anakuwa anajua kila kitu. Kwa hiyo baada ya kupiga show na wewe, anakuwa anawaza kwamba yule yule rafiki yake kule atampelekea taarifa gani. Yaani wewe siku hiyo ndio utakuwa kituko cha kuwachekesha siku nzima, au utakuwa ni mtu ambaye ataenda kuadisia kwa kujisikia ufahari kwamba nimekutana na flyboy eh, fulani <laughs> shughuli yake ni nzito, au ataenda kujigamba kwa hiyo shoga yake. Kwa hiyo shoga yake huko alipo, ni kama vile anasubiri ng'ombe zimeenda machungani zitarudi saa ngapi, anamsubiri tu. Kwa hiyo mwanamke pale anakuwa anawaza kwamba mmm naenda kumwadisia nini? So, sasa hapa naenda kukupa vitu ambavyo unatakiwa uvifanye au uwe makini, makini kuvifanya unapoenda kupiga naye show mwanamke, hasa ikiwa ni mara yako ya kwanza show. Muonyeshe kwamba yani kama unamsindikiza ameenda, hakikisha amefika kule alikofika, amefika salama mjulie hali umefika salama. E, ukisha baada ya hapo usiache tu akaondoka alafu unaonyesha hujali ulikuwa unamjali kipindi anakuja lakini kipindi anatoka tena humjali. Utakiwa kumuonyesha kwamba unamjali. Utakiwa kumuonyesha kwamba baada ya yule mwanamke kuondoka iko kitu na kiwazia muda wote masaa 24, unawazia tu game aliokupa masaa 24, 24 hours unamkumbushia, hey, utakuja lini tena hey. Natakiwa no, muonyeshe kuonyeshwa kwamba umelifurahia hilo jambo, umeenjoy muda uliotumia naye, lakini akiwa ameenda, uendelee na maisha yako. Wewe una vitu vingine ambavyo unavifanya. Mpe muda wa mwanamke naye kuimagine, ku kufikiria kile kitu alichokifanya. Kukumis. Mwanamke anapenda sana umpe muda wa kukumis, usi usimtaiti sana. Ni baada ya tukio umeonyesha kwamba ndio umeelewa, yani kama hujai kupewa gesho kama hiyo. Maisha yako yote yanakaa tu simu zake zina message zako tu, nakumbushia, unakumbushia utakuja lini, leo nimeenjoy sana. Muonyeshe kwamba unamjali, msindikize nini, akishaenda kuwa na maisha mengine. Baadaye kitu jitahidi, ile tendo liwe lijenge, kumbukumbu za kihisia. Wanawake woga wanaishi kwenye hisia sana, kwa hiyo jitahidi ile tendo unaenda kufanya naye, tengeneza fanya naye ile tendo sehemu ambapo litakuwa memorable litatengeneza litak, kumbukumbu fulani. Inaweza ikawa show yako ni mbovu, lakini ilo tendo ukalitengenezea mazingira ambayo mwanamke hawezi kulisahau. Nikupe mfano mdogo. Unajua, wanawake wenyewe watakuwa ni mashahidi kama wataangalia hii video yangu, kati ya wanaume anaowakumbuka aliwahi kutembea nao au aliwahi kupiga nao show, ni wanaume aliwahi kupiga nao show sehemu za, za hatari, sehemu ambazo zilikuwa zina zinampa zinamtengenezea hofu fulani, yani hofu na furaha kwa saa moja. Mfano, kama mwanamke aliwahi kupiga show eneo ambalo ni la public au sehemu ambayo beach au eneo ambalo mnakuwa mnapiga show, lakini anakuwa na wasiwasi kwamba tutafumwa, lakini mkapiga show na mkamaliza salama, mwanamke hawezi kulisahau, yani inakuwa ni kitu ambacho <laughs> ni show ambayo inakuwa ina imeendana na kahistoria fulani. Kukuta mwanamke anakuwa paka mtu mzima, lakini anamkum, anamkumbuka jamaa aliyewahi kumfanya akaruka ukuta shuleni, akaruka ukuta kaenda kupiga show huko, huyu jamaa uwaga msaa <laughs> kwa sababu hiyo show inakuwa imeendana na tukio fulani la kihistoria kwa mwanamke. Kwa mwanamke anakuwa akikumbuka ile historia, anakumbuka na ule mtu mwanaume anaweza ukaja ukamzalisha hata mtoto lakini kukua kuna mshikaji mmoja mwanamke, yani akikaaga hata miaka mingapi hamsau ile jamani, hata wakikutana hivi kuna kumbukumbu -kumbu, kuna kuna hisia fulani zinakuepo bado ziko hai kwa sababu ile ya matukio yaliyokuwa amefanya na ule jamaa, matukio ya kihisia. Jitahidi kuwa romantic kama ndio mara ya kwanza kupiga show na mwanamke. Jitahidi kuwa romantic, jitahidi kwanza kuanza speed ndogo ndogo, usiwe kwenye akili yako na una taswira fulani labda kama ushawahi kupiga shoo na wanawake tofauti, tofauti tofauti. Labda ulishawahi kupiga shoo na mwanamke huyo alafu ile shoo ilikuwa ya mitindo fulani, ukaamini kabisa kwamba hiyo shoo ukichukua kama ilivyo ukamfanyia kila mwanamke ataifurahia. Hiyo ni mistake kubwa unaweza kaifanya, kwa sababu kila mwanamke yuko tofauti. Kwa hiyo jitahidi pale unapenda kupiga shoo naye kwa mara ya kwanza, jaribu kwenda slow slow huku na msoma hauna haja ya kumuuliza mwanamke kama unapenda hicho unapenda hicho unapenda unapenda mkao unapenda hivyo na ano, hauna haja kuangalia, na wanawake wengi hawapendi kuulizwa, wanapenda mwanaume anayejiamini anayefanya kitu kwa kwa kumuongoza na kujiamini. Sasa ili kuepuka kukosea au kuepuka kujichanganya, jitahidi kuwa unaenda slow slow, unamsoma, unasoma body language yake, unajua unapofanya kitu ambacho mwanamke anakienjoy au anakifurahia kuna mwitikio fulani anakuwa na kuonyesha, aiza wapumzi au miguno au namna yoyote ambayo unaweza ukaona kabisa huyu mtu ana enjoy yani yaani, usio umeenda na misa, taswira yako kichwani ambayo unaamini kwabisa, taswira yangu ndio iko hivi, halafu nafosiiwe hivo nafosiiwe hivi nafosiiwe hivo hivi, mwanamke anaweza asirudi tena. Kwa hiyo anza slow slow, nenda taratibu, jenga jenga ile jenga kile kitu kuhatua, kuhatua, kuhatua. kwa hatua kwa hatua kwa hatua, lakini baadaye unapozidi kwenda huko mbele, baada ya kupata uhakika kwamba anapenda kitu fulani, sasa unaweza ukawa aggressive au ukawa unakiendea kile kitu kwa ujasiri, na unakifanya kwa kwa, kwa, kwa nini kwa nguvu, kwa sababu unajua kwamba anakipenda hiki kitu. Sasa nikuelezee vitu ambavyo unatakiwa kuviepuka kabisa kuvifanya. Kitu cha kwanza unatakiwa uepuke ni ku, kuwa na ile hali ya kwamba unataka kumfikisha. Yaani, kwa mara yako ya kwanza hujawahi kukutana na yule mwanamke, hujawahi kupiga naye show hata siku moja. Alafu nataka kumfanya siku hiyo hiyo afike. Yaani, ukawa na imagination kwamba leo lazima atafika. Ndugu, <laughs> unaweza ukashangaa asifike kabisa, kwa sababu siku ya kwanza, mwanamke ili mwanamke aweze kufika, anatakiwa kwanza awe amerelax au amesha kuzoea au anajisikia yuko huru mikononi mwako. Sasa ukishakuwa kuwa na ile, kwenye taswira yako kwamba lazima huyu afike leo, mwanamke anaweza akasense kwamba da, sasa hapa, na yeye mwenyewe atakuwa anajihangaika kwamba hebu nifanye juu chini niweze kufika nif, ili jamani aweze kumfurahisha. Sasa katika hiyo hali ya paniki hawezi kufika, yani utageuza, utafanya kile unachokijua wewe, hawezi kufika kwa sababu mwili wako unakuwa umejikaza. Aja relax kwa kwao usi, usiende usi, usi kufanya nae usiende kupiga naye show kwa mara ya kwanza uchiwa unamwonyesha kwamba leo, yani leo lazima ufike leo hapana. <gibu> hiki e, kitu ni cha kuepuka sana, kwa sababu katika kuwe. Mtazamo huo unaoenda nao unaweza kushangaa, sifike na wewe mwenyewe ukao disappointed, unaweza kukatishwa tamaa na yeye mwenyewe, akakatishwa tamaa na yeye, sitamani tena kurudi, kwa sababu akaondoka akasema kwamba kuna simu imeshindwa kufika. Yeye mwenyewe kwenye akili yake anaweza kusema kuna simu imeshindwa, wewe unaweza kujiona kwamba wewe ndio unakasoroja, hujamfikisha, lakini kwamba yeye kumbe shida iko kwake, yeye ndo haja haja haja haja, haja ruhusu kufika. Kosa nyingine ambayo ndio uwe makini nalo ni kwamba usio unabadilisha sana mikao. Yani kwa wakati unapiga show ukiona ume... ndo mara yako ya kwanza kupiga show, ukiona umepatia mkao fulani, umeupatia na mwanamke anaonekana anaenjoi kufanya hiko kitu, usichenje, usibadilishe, kaa kwenye iko kiko kitu muda, weka muda mrefu kwenye iko kitu ili mwanamke aweze kuenjoy lakini usijaribu kubadilisha badilisha mno, na pia mwanamke anapoonyesha kwamba anakaribia ku, kufika, jikaze, yani kama unaweza ondoa akili yako hiyo eneo, kwa sababu ukiwa unaweka akili yako kwamba huyu anafika au huyu anataka kufanya kitu fulani na wewe umefocus hapo, of course we ndo utatangulia kabla yake. Kwa hiyo utajikuta kwamba umemaliza Umemali, umemaliza mbio kabla mwenzako mbio zake hazijaisha. Kwa matokeo yake mwanamke atajisikia disappointed kwa pale anapoonyesha mwitikio, au kwamba anataka kwenda kufikia ule mstari, au anataka kumaliza pale mwisho. Jitahidi kama unaweza kutoa focus yako kwenye kwenye iko kitu, jaribu kutoa iyo focus ili uweze kumsaidia aweze kufika hiyo sehemu ila usije ukatangulia uka, uka wewe kufika kabla hajafika kwa sababu hatafika.